Naitwa Fatina Ramadhani Bororo. Mm -hmm. Na ni mkazi wa Mbezi Beach hapa kwa zaidi ya miaka 20, karibu miaka 20. Ilikuwa tarehe 24 ile tukio limetokea. Uh, mimi nilikuwa msibani e, na simu yangu pia mimi ilikuwa haipatikani kwa sababu nilikuwa msibani. Nilikuja na mimi kupata taarifa jioni nilipokuwa nimeambiwa na na daktari wangu. Yeye alikuwa amesafiri kwenda kwenda Kahama. Basi kwa hiyo tukawa tumejaribu kuwasiliana na mdogo wetu kwamba atoe taarifa kwa, kwa sababu dokta pia alikuwa hapatikani. Nikamwambia atoe taarifa kwa nani, ampigie mjumbe hivyo, kwa imetokea vile. Mjumbe akapigiwa akasema, mimi nimeshaondoka hilo eneo, na wala sijaruhusu chochote hicho. Mimi nashangaa, nakuaje sasa hao wameingia hao wamefanya uhalifu, wanaingiaje nyumba ya wasinihusishe. Wamenileta hapo kunitega? Hapana, mimi mtu, mm. Ina maana nishawambia, subirini dokta aje. Kwa hiyo hilo mimi halinihusu na wala siwezi nikarudi hilo, siliwezi hilo. Eh, kwa hiyo wao wanatumia maguvu, mimi nitaweza sasa hapo. Mjumbe ndivyo alivyokuwa amesema. Basi baada ya hapo, kwa sababu daktari alikuwa yuko mbali, akajitahidi kufanya mawasiliano na mwenyekiti, akajaribu kufanya mawasiliano na mwenyekiti. Mwenyekiti pia akutoa ushirikiano vizuri, kwa sababu akupata, yani akupata kitu kinachoeleweka kutoka kwa mwenyekiti, kwa sababu mwenyekiti yeye mwenyewe anasema haku, ha, hakupata ta, hakuna tajui, yani hana taarifa ya kile ambacho kilikuwa kinatokea. Basi sasa ikabidi apige simu polisi kwa mkuu wa kituo cha Kawe, ambao huyu mkuu wa kituo cha Kawe sisi mwanzo kabisa pale kulikuwa kuna changamoto, watu wengine sisi wanatuvamia pale, kuna changamoto pale, watu wengine wanatuvamia pale, walianza kutuvamia, walikuwa wameanza kujenga ukuta, swala ambalo liko mahakamani. Yani hilo hatuwezi kuelezea hilo, labda mtaendelea kulifuatilia hilo, liko mahakamani. Yani kwa sababu swala lilo tuleta leo wala sio la mgogoro wa arithi, swala lilo tuleta leo ni la uhalifu uliofanywa na mtu ambaye alikuwaga mpangaji mle ndani, akaja akaivamia nyumba akaingia ndani na mabaunsa akachukua vitu vyote akatoka hapo aka, akakaa aka pale sasa. Hatujui kakaa mle ndani ana vitu na yeye ana sisi amefanyaje ile nyumba, ndio hicho kinachonifanya nataka niende hapa saa hizi tukafungue ile nyumba, kwa sababu mume wangu anauma kutokana na ile mikiki. Majuzi tulikuwa polisi tu, ameangaika sana polisi juzi ili aweze kupata tuweze kupata arabi, mpaka alimpigia simu mkuu wa wilaya ndio akapata angalau nafasi ya kusikilizwa na, na polisi, lakini hakupata arabi sema sasa tunachoshukuru wakati wa wa, wa, wa, ule wa kuambia nani, mdogo wetu mdogo wangu mimi ameibiwa na yeye mle, mle, alikuwa ni mtu ambaye pia ana madai. Kwa hiyo yeye na yeye alikuwa anafuatilia na yeye sasa arabi yake, kwa sababu na sisi ilikuwa lazima sisi tuje tufuatilie arabi za huyo aliyetuibia, kwa hiyo alikukuruka alikuja kusaidiwa na polisi kutoka ubu, na, uh, kutoka Ubungo usiku, nakumbuka na mjumbe alimsindikiza, ndo alikuja akafanikiwa kupata ile RB. Kwa hiyo RB ile walivyorudi ule usiku kwenda kumkamata mwalifu, kwa maana ya kwamba walienda sasa pale nyumbani, wakakuta pale kuna kuna kama watu wamewaweka yani kama watu wamewaweka wa kulinda mtu yote asiingie mle ndani, kwa sababu huingii, yani tangu amepateka pale, yani huwezi ukaingia. Ehe, na anajua wanani anawazuia kuingia. Sasa sijajua lengo ni nini yani, kwamba ndio kapateka kama makazi au amepashikilia, hatujajua lengo ni nini. Kwa hiyo sasa wao wakawadaka wale ambao wako pale, kwa sababu wale wamewekwa na mhalifu, kwa sababu ni sehemu ambayo imetokea tukio la uhalifu basi kwa hiyo wakawa kuna kukurushani. Mimi sikuwepo, lakini ilikuwa mtu amepiga simu, nilikuwa ninafuatilia yani, kulikuwa kuna mtu yuko pale kwa, nikawa nasikia mikikiri sana, kwa maana ya kwamba aa, yule kijana aliwacho pale akapiga simu kwa mtu ikasikika sauti mtu, anaitwa Jerome. Jerome yule akawa namtisha yule askari alikuja pale eh, anamwambia wewe bosi wako unamjua, yani, nilikuwa ninasikia kupitia simu ambayo mtu ame amenipigia mimi pale nafuatilia kupitia simu iliyokuwa napigiwa. Wewe bosi wako namjua anamtisha yule askari ambaye amekuja hapa. Wewe dogo usiondoke hapa. Anamwambia asiondoke mtu. Yaani anazuia. Usimkamate huyo. Anamwambia nasikia kwenye simu. Alikuwepo hapo mdogo wangu, alikuwepo na huyo nani ambaye amempigia simu ambaye ni fundi wedding wetu, alafu huyo askari alikuwa ameongozana na askari wenzie. Sasa akamwambiaje? Sasa wewe kwanza unaitwa nani? Akamtajia jina lake. Ndio nani? Bosi wako namjua. Sasa akawa amemwambia sasa kama mpaka umeshamwambia huyu kijana hapa asiondoke, basi bosi wangu utakuwa unamjua wewe, nadhani. Akaikata ile simu, yeye akaendelea na kazi unaotakiwa kufanya. Mara muda si mrefu, akaingia Alex, ndio huyu ambaye ameteka pale. Yani ina maana, ina maana huyo muhalifu huwa hayuko mbali na pale, huwa hayuko pale na pale, kwa sababu mle ndani sasa hivi haishi, ameweka tu mlinzi kuhakikisha tu kwamba hamna mtu anasogea pale, na kitokea kitu chochote, dakika sifuri tu anakuwa ana ameingia. Ina maana kama kupanga au kama kuishi, kumbe huwa anaishi karibu na hapa hapa, ila pale kukuwepo ni target area labda yaku, ya kupa dhulumu labda hivyo nadhani. Kwa sababu dakika sifuri tu akawa amekuja, alipofika hapo akaanza kugombana na askari, akaanza kugombana pia na na mjumbe. Hiyo e, audio ipo nadhani, nikitafuta kwenye simu yangu ipo, kwa sababu ni simu ilikuwa nasikiliza na ilikuwa inatoka inajirekodi kwa sababu ni tukio la uhalifu ambalo pia likopo kidogo na changamoto. Kwa hiyo akawa anamwambia hey, Alex tuna nania kwa arabia yako, nikanishtaki. Nani kanishtaki? Akawa aambia tuna arabii hapa, huyu hapa, huyu dada amekushtaki. Yani mdogo wangu mimi huyu ndo anashtaki mimi, huyu anashtaki nini mimi? Anashtaki hebu tuone ya arabii arabii, ndo anaikwa hivi sasa. Yani akawa anagombana, akaanza anagombana na na nani na mjumbe, anamdhalilisha mjumbe kama nini yani, pale ikawa sasa vurugu. Baada hapo simu, kuna simu zikapigwa pigwa, pigwa pale sana yani, kuna simu zikapigwapigwa pale zikapigwapigwa, mwisho wa siku ikaonekana kwamba yule, wale ma, ma, maskari basi watamtafuta Alex watamuita, kwa nani, kwa wito maalum. Lakini wali, anasema walimpiga picha na wakasema pia vilevile vile kuna taarifa ambazo watakuwa wamezipata, wame kwa gari ambayo pia alikuwa amekuja nayo kwaho. Wakasema watamtafuta tena kwa barua ehe, ili kumhoji. Kwa hiyo baada ya hapo tena hakukuwa na kinachoendelea, kwa sababu yule mdogo wangu ule arabii anatakiwa apewe mpelelezi, lakini uh, alifuatilia maanake, mpelelezi mpaka ufuatilie uende kuuliza lakini kwa mfano juzi ile tulikuwa tulikuwa tume sasa sisi tulikuwa sasa tumerudi kesho yake, na sisi sasa daktari ilibidi arudi kwa kwa dharura, kwa sababu alikuwa ameenda na familia kwenye mambo ya nani ya mapumziko, yeye alienda Kahama, watoto wao wameenda Dodoma. Kwa hiyo akawa anafuatilia, a, amekuja ili ashuhulikie sasa hilo swala lake. Wakati, wakati, wakati ulisi ambao, tunafuatilia swala ilo hilo polisi mdogo wangu pia akawa anaulizia na yeye kwamba anai arabii anahitaji mpelelezi akawa yani amna hata mtu naye angaika naye yani kwa ufupi alikuwa anapuuzwa sasa sana sisi siku ile tulikuwa tumekwenda kwa sababu tulikuwa tume tumeshindwa kwenda moja kwa moja kwetu kutokana na hali tuliyosimuliwa tukaogopa usalama usalama wetu yani ni sehemu ambayo imeshakuwa haina amani yani kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, yani kama sehemu ukifika unazuiwa au eh, labda unakuta mabaunsa, nini? Na maana hapo kuna uvunjifu wa amani hiyo sehemu tayari. Kwa hiyo tukawa tumeenda kuomba ulinzi wa polisi ili tuende nyumbani kwetu tukaone hicho tulichopigiwa simu. Uo, huo uhalifu uliotokea. Ha, sasa pale wakati tuko polisi tunashangaa, tunajua vitu vingine eh, dokta anauliza mzee mzee mze, una, una, una hati ya pale? Ha, akaambia swala hati, nazo dokumenti, tulikuwa tumeshika nani? Tulikuwa tumeshika nini makaratasi yetu? Mimi nina dokumenti zangu, kwani umiliki ni hati. Mtu anaweza kupata hati siku hiyo hiyo, lakini sio umiliki wa wa wa wa ile eneo. Anasema kwa mfano huko Mbezi Beach ndio kabisa mabalaa tupu. Lakini akasema mimi pale niko miaka thelathini, lakini nikitaka kujua haya mambo ya ya ya ardhi. Na kwa sababu kuna watu wengine walianza kutuvamia, sisi pale. Swala hili liko mahakamani, sisi kilichotuleta leo hasa ni huyu muhalifu ambaye mwanzo alikuwa tu mpangaji lakini sasa sio tena taitwa mpangaji tena hana, yani lile jina la la, la, la ile hadhi ya upangaji tena hana huyo Alex Shabakaki. Sasa hadhi yake yeye ni mhalifu tena, amefanya uhalifu wa kutisha sana, kitendo cha kuja na mibouncer mingi, unajua ile unafanya kama vile ambush, unafunga mtaa, unajua ile hey! Watu waliogopa siku ile sana kufunga mtaa hey! hali ya hivyo kama ikiwa hivyo, watu wengi wataporwa maeneo, mpaka uwe na wewe na hela za, za kuja nawe kuwatoa watu wale kwa staili hiyo hiyo hey! Yaani watu ni wale, akasema kwa hiyo mimi nimekuja kwa swala la uhalifu. Alipanda ukuta watu wamemuona kwa sababu ilikuwa mapema mchana kwa upe mm, mida ya jioni. Kwa hiyo wakaingia, wakachukua vitu vyangu nasemekana na gari imepigwa picha. Sasa ameondoka na vitu lakini nasemekana yule mtu bado yuko pale pale na amebadilisha vitasa kwa hiyo mimi siwezi kuingia eh. Kwa hiyo wakawa wanamwambia, "Mzee sasa mtu mpaka anakuja, anafanya hivyo nini mpaka anakaa hapo? Ina maana huyo mtu eh anajiaminisha sana ile eneo." Akamwambia, eh, Aka "Nimekuambia mambo ya mgogoro wa ardhi sio siwe yeye, siwezi kumsingizia, siwezi kumtumia dhambi yeye. Hakuwa na, na matatizo na mimi na mgogoro, hali yeye yule pale yuko kama mpangaji tu. Naomba mnielewe hapa, nimekuja nataka msaada niende pale kwangu, sio nikamtoa yule. Yani yule kumtoa, mimi namtoa mwenyewe, ila mimi nataka, nikaangalie ame, amefanya madhara kiasi gani, lakini sasa siwezi yani kwamba hatuwezi kwenda, hatuwezi peke yetu yeah, kwa majina naitwa Abdullah Abdalla Hassan ni mjumbe ishirini namba tisa Mbezi Bichi, Pwani, kata ya Kawe. Uh, uh, unamtambuaje eh, mama mama huyu namtambua ni kama ni mke wa mzee Tiga, Dokta Tigawa, eh. amefika hapa kwako kutaka kufanya nini nii? eh, amefika hapa kwangu kutaka msaada wa kisheria kwa ajili ya kwenda kusimamia zoezi uvunjifu uhalifu la? La... uliofanyika nyumba wa... yake nyumba namba 38 ambayo aliwahi kuwa mpangaji wetu ili kuepo bado Mbezi kwa Zena. Na tukio hilo wewe unalifahamu? Ya mimi tukio hilo nalifahamu, mm -hmm. Ufahamu wangu mimi tukio hilo nalifahamu, nyuma hapa alikuja mke wa dokta hapa na dokta mwenyewe wakaja wakaniletea mkataba. Kuna mpangaji aliyekuwa anaitwa jina la Alex Shabakaki. Yule mpangaji muda wake wa upangaji ulikuwa umeisha, wakahitaji kutaka nini kum, kumtoa, lakini yule mpangaji wa kipindi kile akawa hatoi ushirikiano kati ya mwenye nyumba na mpangaji. Kwa hiyo wakaniomba mimi kama mimi mjumbe wa ile eneo niende nikasimamia zoezi la utoaji vitu vyake ndani na mimi kweli, kabla sijafanya ile zoezi, nilipigia uongozi wangu wa juu ambao ni serikali za mitaa kuomba ridhaa, na kweli tulifanya hivyo. Nilisimamia tu wao wenyewe, akisika na mke ni Dokta Tigawa na mkewe, na baadhi ya watu wengine waliochukua wao wenyewe, dalali, dalali sina na nini, wakaingia ndani kule, wakavunja nyumba yao wenyewe, wakatoa vitu vyao nje na mimi nikalivyorodhesha vile vitu vyote vilivyotolewa nje na vikawekwa sehemu salama, endapo mwenyewe kama atakayokuja kuvichukua. Na wale waliokuja mama hapo na Daktari Tigawa ambao ni wakina nani katika mtawa, mimi kabla sijawa mjumbe na mpaka muda huu nimekuwa mjumbe, na wafahamu ile nyumba ni ya Daktari Tigawa wakazi wa pale na ni wakazi wangu pale takriban, sasa hivi naweza ngasema almost miaka thelathini, ila sasa sina uhakika zaidi. Wamepata pataje? Mimi hilo silijui. Sasa ilikwaje mtu aliyomtoa akarudi tena, ya mtu aliyomtoa yeah. Kuna wiki ya nyuma alinipigia simu kwa ajili ya kutaka kuona vitu vyake vipo katika usalama gani. Mimi nikamwambia vitu vyako vipo vimewekwa, lakini ngoja tuwasiliane na dokta tujue unaweza kuingia vipi ndani kwenda kuangalia nini vitu vyako. Na kweli mimi nilifanya hivyo, lakini kwa bahati mbaya dokta akawa hayupo, akawa msafiri amelekea wapi? Amelekea Kahama. Baada ya wiki moja baada yake alinipigia simu

kuona vitu vyangu ndani. Nikamwambia sawa, lakini geti limefungwa, utaingia vipi? Ngoja nijaribu kumpigia dokta. Kweli nikainua simu kumpigia dokta, dokta akawa hapatikani. Unaona, baada ya hapo nikamwambia, sasa hatuwezi kufanya zoezi lolote, ile zoezi kwa sababu mhusika mwenyewe hayupo, mwenye nyumba hayupo. Kwa hiyo mimi siwezi kutoa maamuzi yoyote ya kufanyika chochote kwa sababu mwenye nyumba hayupo kilichotokea kilichotokea, baada baada muda kidogo akaniambia sawa basi, ngoja na sisi tumsubiri kiongozi wetu mwingine, anakuja kwa ajili ya kutupa mwongozo zaidi. Nikamwambia sawa, hakuna tatizo, atakapokuja mimi nipo maeneo ya karibu, mtanipigia simu nitaenda. Na kweli baada muda kama nusu saa hivyo akanipigia simu, akaniambia, bana vipi sasa hizi salama bana. Mimi nikaitambulisha kwake na yeye akaitambulisha kwangu, bana mimi kwa kwa nimetoka wizara ya afya. Nimekuja kusimamia hilo zoezi. Wewe hilo zoezi wewe unalifahamu? Yaani wewe jamaa ananyuza mimi. Mimi nikamwambia hilo zoezi silifahamu. Serikali ya mitaa nikamwambia vipi vile hawafahamu. Mtendaji hawafahamu. Yule jamaa akasema kama ni hivyo hilo zoezi kwa upande wangu kwa nini? Sasa kwa ni gumu siwezi kulifa kulifanya. Nikamwambia basi sawa ndio hivyo. Kwa hiyo kinachoendelea nini? Mimi naondoka. Nikamwambia basi wewe endelea safari zako. Baadaye mimi nikaondoka zangu. Baada ya muda fulani nikapigiwa tena simu na Bwana Alex ambaye ndo alikuwa ambaye ndo mpangaji hapa ai eh? kwa, kwa hiyo siwezi kuja kwa haraka kwa sasa hivi kwa na, na mwenyekiti kutoka Kawe kwa jina anaitwa si, Husna, Husna, Husna, mwena, nimekuja kufanya hili zoezi la kuchukua vitu vyangu. alikupigia simu huyo eh, huyo Alex ah, mwenyekiti anajipia simu mimi. Alex Alex ndio anajipia simu mimi eh, nikamwambia nikamwambia, mimi sipo hapo, sawa, ila kama umeamua wewe kufanya hivyo fine, basi. Kwa hivyo, kwa hiyo wao wakaamua kuvamia, wao wakaamua kuvamia. Wapi walipita mimi sijui, lakini gate, mimi mpaka naondoka gate limekuwa limefungwa na hakuna aliyefungua mpaka mimi naondoka. Baada ya wao kuingia hatua yeah. niliochukua mm -hmm. kumpa taarifa muhusika ambaye mwenye nyumba mm -hmm. Je, kuna changamoto moja mbili tatu naifahamu mm -hmm. bahati mbaya mzuri huko sehemu aliwepo network inafanya haiko sawa, lakini kuna shemeji yake ambayo yuko pale pale karibu, nilimpa hizo taarifa na akanazijua taarifa. Kwa upande pale hatukuchukua hatua hatu yote mpaka tumsubiri muhusika mwenyewe atakapokuja. Ilikuwa ni tarehe ngapi? Kwa kweli tarehe sikumbuki kidogo, mwezi huu ilikuwa tulio nao tarehe 24.